Oi, habari gani Mtanzania popote ulipo, natazama Ezu Media, au sio bwana? Na nikusihi tu, kabla hatujaenda mbali zaidi, kama huja subscribe channel hii, fanya hivyo ili wa kwanza kuona taarifa zetu mara ambapo tutakuwa tumeziachia. Katika positive vibe leo nakuletea mtanange ambao unaendelea huko mitandaoni, hususani katika sanaa ya mkoa wa Simiu mjini Bariadi. Kumekuwa na sintofahamu na kuvimbiana kwa kati ya wasanii wawili na si mwingine, namzungumzia Somanda akivimbiana na KD na hii ni baada ya kolabo iliyofanyika kati ya Somanda na KD ambayo ilikuwa inaitwa kolabo inaitwa Mwambieni ambayo ipo kwenye albamu ya mtu mzima Somanda, albamu hiyo inaitwa Hard Code. Sasa imezua mijadala kibao, na mimi nikaona so kesi wao wanavimbiana, kila mmoja anamtupia maneno mwenzie kwamba amemfunika, imeenda kaludi. Mi nikaona ni mcheki mtu mzima kwanza, KD anijuze bwana. KD bwana, kimeendajeendaje? yeah, inasemekanaje? yeah. nani kamzidi mwenzie? KD ananijuza hapa. Tunamshukuru Mungu mdogo mdogo bwana. kwenye wane tu ni moja kati ya wasanii ambao mnazidi kufanya vizuri, lakini pia kuna korabo niliona mahali ulifanya wewe ukiwa na mtu mzima Somanda, right? yeah, yeah, yeah. Korabo ile imezua kamdaharo kwenye mitandao ya kijamii kwamba nani kamzidi mwenzie? Na nyinyi wenyewe mmekuwa mkitupiana maneno ya chini kwa chini kwamba nani yeah, zaidi ya mwenzie imekaaje mzee? Yani unaionaje? unaonaje una Bwana, ile iko wazi kabisa, aliyefunikwa kaonekana, aliyetisha kaonekana. Ukisema hivyo unamaanisha nini? Umemgaza <laughs> sana mbele. Eh, umemgaza sana. Sana yaani, nimemgaza kazurula tu. Au sio? Amezurula sana mbele, ila mimi nimempiga kutuzima kidogo. Mpaka watu wamekuja ku rise hii hi, ili hi, hi, vuguvugu ambalo linaendelea kwenye mitandao ya kijamii ilianzia wapi mzee? Unajua maneno, unajua mfanya kazi wa kuwatania wa kubwa, mm. Watu wanatamani kuona nani kafanya vizuri au nani ka present nini kwayo maneno maneno, lazima yatokee yep. Na nani kamfunika fulani, nai, nikamfunika ila mle ndani nimemuua sana. Wewe mwenyewe umeskiliza mm. Umeona mm. Kijana alivyotapatapa. Sasa mimi sitaki kuwa kocha. <laughs> <laughs> Na, uh, najua ukiplay wasikilizaji watakuambia nani kateketezwa. kuna, kuna bifu lolote? Ah, minapana, hapana beef? Ni, ni, tunafanya kazi pamoja, unajua kama kunakuwa na bifu hata kazi ya mwezi mkafanya pamoja, ni ushindani tu wa kisanaa. Okay, tutarajie nini basi kwa kuwa inaonekana kama hivyo wanavyotamba, nimemgaragaza na nini, kutoka kwako tutarajie, uh, nini hivi, kuna kolabo nyingine umepanga itakuja kati yako na Somanda au kwanza tuonyeshane ubabe? uh, <laughs> Kalabu nasomada zitakuepo, tunajua tunafanya kazi nyingi, lakini pia tutarajie, baada ya Ramadhani panapo majariwa, mm, tutaachia kazi mm, ttaachia kazi inaitwa Alele moja wa kazi ngoma, kazi sana, nafikiri washabiki, mashabiki wajiandae kwa kazi moja nzuri sana, naitwa Alele mm, lakini baada ya hapo tutakuja na albam Okay, sawa. Nilisikia pia yeah, unazungumzia swala la album ukasema maandalizi yake sio poa au ndio mmeshaanza kujiandaa hiyo? yeah, of course album imeshakamilika na hiyo tayari. Okay. Yeah, huwa ni mipango tu ikamilika vizuri mnaitoa. Of course uandalizi wa album kwa wasanii wanaelewa, uandaji wa album sijui, lakini kwa mimi binafsi ninatumia muda mwingi, naweka nguvu nyingi uandaji production kila kitu yani, ili watu wapate kitu ambacho ni kizuri. So unatoa tu album hata mtu hajui kama ulitoa album jana, aina noma mwanangu. Asante sana kwa time yako bwana. Poa poa. Pamoja visha taji la miba, ananiona sifai wakati mimi ndo nilemfa kwenye shida Oi, kama ulivyomsikia KDee za kifunguka ya moyoni, na kusema namna ambavyo amemficha <laughs> Somanda umo ndani, nikaona isiwe kesi kwani yeah. Somanda mwenyewe anasemaje? Eh bana poa, tunakuaje? Kama kawa kama dawa, harakati vipi Mr. Somanda? yeah, tunamshukuru Mungu harakati zinasoga zinasogea wanakuita jini au sio? Wananiita jini mzee. Oya mwanangu, kwenye korabu ulifanya <laughs> KD, unaikumbuka eh? yeah, Mwambieni nilifanya yeah. Na bwana mdogo, niliamua kumbariki nini <laughs> mwambieni <sabane. laughs> <laughs> Bwana, ni kama imezua mijadala na midaro fulani hivi mitandaoni mwanangu, kwamba KD anatamba sana huko kwamba amekufunika mle ndani, na wewe ndio mwenye dude, hebu tuambie. Unajua, vijana siku zote, hasa wanapokutana na mtu mkubwa, lazima wawe na vitu vya kuongea, lakini mashabiki wenyewe ndio nadhani wanaweza kaongea, lakini kiwalisia, kiwalisia dogo nilimpoteza sana, nimempoteza, nimeonyesha ukubwa wangu naye ameonyesha udogo wake anaokuja nao, okay ni yeah. Wa? mdogo wangu, kwa hiyo tutarajiae korabu nyingine nyingi sana na KD au kwanza unam, unamfundisha adabu? <laughs> Mbaya anaogopa sasa, unajua hivi tena, anaogopa naogopa. Hata juzi nilimpigia ni na leo nimempigia, eh. na kila nikihitaji ni kukutana naye anakuwa mwoga mwoga sana so, ile ngoma <laughs> pia tunataka tuifanye video. Okay eh, na nishaanza, ishaanza kushuti, bado yeye tunamsubiri, mm. Nadhani kuna vitu bado havijakaa unaona wavija yeah, kaa sawa. Yeye mwenyewe anakuwa anakwepa kwepa na nini, vikawa na vikwepa sana, kulingana na audio wenyewe inavyoongea, anahisi na video itakuwa zaidi, lakini mimi ndo wanaonyesha ujini kinamna hiyo. Ah, okay. Kumbe jini maana yake ni kwamba ni unafanya vitu ambavyo wanadamu hawawezi, au hivi kaje? Ndio imekaa hivyo. Yaani mimi nafanya vitu ambavyo wanadamu hawawezi kuvifanya wanadamu wa kawaida, jini Yibuana... wangu huwa anaonekana kwenye kazi na kwenye stage. Eh, bwana, shalom sana kwako mzee baba Mr. Somanda TZ. <laughs> yeah, yeah. Respect sana. Asante kwa time yako mzee. Yeah, pamoja sana mzee wangu.

Baada ya kuwasikiliza wote wawili na kama kukonfyuzi hivi kwamba nani kamzidi mwenzie na vesi ya nani imekuwa kali kuliko ya mwenzie nikaona isiwe kesi. Ai, wakati nafanya mahojiano na mwana dada Queen Zoo, ambaye ni msanii pia kutoka mkoa wa Simiyu, au sio bwana, nikamuuliza kwa upande wake yeye anaona ni nani anamzidi mwenzie kwenye korabo hiyo, na haya hapa ndio majibu ya mwanadada mashuhuri kabisa, namzungumzia Queen Zoo, anatujuza pia hapo. Kwa mtazamo wangu, naisi kama KD alimfunika Somanda. KD alimfunika Somanda. <laughs> Somanda <ni> <laughs> Somanda <ni sabera. laughs> Yora, <excuse the> <laughs> Somanda ni mimi lakini. Ni unajua show. Somanda ni mbishi unajua. Ni mbishi. Eh. Hata kwenye nyumba yangu anasema mimi kanifunika. Na wewe ndio. Mpaka leo anasema. Lakini kweli wewe ulimficha? Sina uhakika kwa <laughs> okay, mtazamaji unaweza ukatoa comment yako pia kwenye comment section hapo kwa kusikiliza ngoma hii hapo ya Mwambieni kutoka kwenye hard code ya kwake Somanda, ili ukanijuza pia wo, nafikiri nani kampiga amemgaragaza, ah, mwenzie KD kagaragazwa au Somanda kagaragazwa? Nafikiri tumezisikia tambo zote kwa pande zote mbili, KD anazungumza nini lakini pia Somanda anazungumza nini. Ingawa namba kubwa ya wasanii pia kutoka nyumbani mkoani Simiyu wao wanasema kama dizaini fulani kama jini eh, wa kuitwa Somanda kama amepotezwa hivi sasa mimi sitaki kusema nani kampija mwenzie, nijuza kwenye comment hapo, utokometisha kinoma noma. Hii ni Ezu Media, kwangu jina ni Ndaki William Ndakiwili, fanya kunimada IG kwa maana Instagram kama Ndaki William, fanya kutufollow pia kupitia Instagram kama Ezu Media, TikTok Ezu Media, lakini pia uh, Facebook pia Ezu Media, lakini YouTube ndo mpango mzima, pia search Ezu Media pia unatumada kwa mfumo huo hapo, na unakometisha kinoma noma, don't get it twisted usibonyeze kitufe, baki nasi, endelea kwa nasi, stay updated na Ezu Media mpaka wakati mwingine.